wamekuja kuzunguka kanisa katika ijio nini kinaendelea? Kwa hiyo nataka maskofu wenzetu wote wachungaji wetu wote na waumini wetu wote mjue kwamba usiku huu saa tano sasa hivi, tarehe ngapi leo? Tarehe mbili tumezungukwa hapa naki atasana nini